15 Aprili 25, Jumanne katika Juma Kuu. Habari za muda huu, wapendo na familia ya Mungu. Naamini wengi mopo katika hali njema ya afya, mkiwa tayari kukabiliana na majukumu ya siku hii ya leo. Na wale ambao afya zao zina mgogoro, na waombea kwa mwenyezi Mungu ili awaponye. Kutoka injili ya mtakatifu Yohana sura ya 13, kuanzia aya ya 21, tunasoma hivi na alipokwisha kusema hayo, Yesu alifadhaika rohoni, akashuhudia akisema, amin, amin nawaambieni, mmoja wenu atanisaliti. Wanafunzi wakatazamana, huku akiona shaka ni nani amtajaye. Na palikuwapo mmoja wa wanafunzi wake, ameegama kifuani kwa Yesu, ambaye Yesu alimpenda. Basi Simoni Petro akampungia mkono, akamwambia uliza ni nani amtajaye. Basi yeye ali akimwelekea Yesu kifua chake akamwambia, Bwana, ni nani? Basi Yesu akajibu, ndiye mtu yule nitakaye mtolea tonge na kumpa. Akatowelea tonge akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Na baada ya yule tonge, shetani akamuingia. Basi Yesu akamwambia, uyatendayo yatende upesi. Wala hakuna mtu katika wale walioketi chakulani waliyejua sababu ya kumwambia hivyo, kwa maana wengine walidhani, kwa kuwa Yuda uchukua mfuko, ya kwamba alimwambia kama nunua tunavyohitaji kwa siku kuu, au kwamba awape masikini kitu. Basi huyu akiisha kulipokea lile tonge akatoka mara hiyo, nako na kuli kulikuwa usiku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 Kadhalika sasa nawaambia ninyi. Tunasoma Injili ya Mtakatifu Yohane sura ya 13 aya ya 21 hadi 33. Wapendwa na familia ya Mungu na ambao ni rafiki wa Yesu. Yesu anaposhiriki chakula ya mitume wake kama mwinjili alivyotupasa, anawashirikisha upendo wake. Ni ishara ya umoja, ishara ya udugu, ni ishara ya urafiki pia ni ishara ya ukaribu uliopo kati yake na hao mitume wake. Wakati mitume wengine walipokea upendo huo, hali ni tofauti kwa Yuda. Yeye anaukataa upendo wa Yesu, hataki kuwa mmoja wa marafiki wa karibu wa bwana wetu Yesu Kristo. Tunaposikia ujumbe kutoka kwenye somo hili la leo, ambamo Yesu anamtangaza msaliti wake, tutambue kuwa mimi na wewe tunatangaziwa hali hiyo, tuwache tabia ya usaliti. Usaliti ni tendo baya sana na linaumiza, hasa kwa yule anayesalitiwa. Mbaya zaidi endapo anayekusaliti ni mtu uliye karibu naye. Tunamwomba, tunamwona Yesu Kristo akiwa na mitume wake mezani, wanakula na wanakunywa, na anawaelezea juu ya nia ya mmoja wao kumsaliti. Walipokosa jibu ya nani atakaye msaliti bwana wao, Petro anaamua kumtuma mwenzao ambaye alikuwa ameketi karibu na Yesu aulize ni nani amtajaye. Kama Injili alivyotupasha bila kumung'unya maneno, Yesu anamwonyesha mhusika kwa vitendo: mtu yule nitakaye mtolea tonge na kumpa huyo ndiye Akatowelea tonge akalitwaa, akampa Yuda mwana wa Simoni Iskariote. Hebu mpendwa, chukua nafasi ya Yesu na muone msaliti wako kuwa ni yule anayekujua wewe ndani na nje. Utajisikiaje? Nikuletea tafakari ya leo ni Padri Antoni Chulumba kutoka jimbo la Lindi.